Wa ndugu zangu nataka niwaambie kwamba shukrani hubadilisha kitu kidogo kuwa kingi, na ujue kwamba siri ya furaha ni moja tu, ni neno shukrani. Lakini katika dunia tunayoishi, watu wengi hawana tabia za kuweza kushukuru na neno shukrani ni neno limetoka kabisa katika midomo yao. Waweza kumpa kila kitu, waweza kumtendea kila kitu, lakini kusikia kwenye mdomo wake kusema neno nashukuru wala asante si rahisi kabisa. Lakini ujue kwamba ndugu yangu, unaposhukuru kwa vitu vidogo vidogo, hapo ndio baraka zako zinaongezeka. Fikiria mtu kakupigia simu asubuhi kukujulia hali mtu kakualika upate kikombe cha chai asubuhi, ulikuwa una uhakika wa kula siku hiyo, mtu kakusaidia mlo wa siku hiyo. Unaposhukuru kwenye vitu vidogo vidogo hivyo ndugu yangu na kuvipa samani, wajiwekea utajiri mkubwa moyoni mwako. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, wache mambo ya kulalamika lalamika, uwe mtu wa kusema asante kwa lolote lilo unalopewa iwe kidogo wala kingi, uwe mtu wa kushukuru, na hapo ndio unajifungulia milango yako ya baraka. Fikiria ndugu yangu kwamba kupewa sio kwamba kuna uhakika wa kila siku wewe ni lazima upewe, lakini unapopewa unashukuru hapo. Na siku ile ukupewa, acha hiyo siku iende hivyo, fanya maisha yako kuwa mepesi, na pale unapoamini kwamba shukrani hubadilisha kidogo kuwa kingi. Na asante wala shukrani ni neno zuri sana, ambayo ni neno ya faraja tena ya amani. Weka moyo wako hapo. Asante sana, na Mungu atenda kutubariki ote, amena.